Mgombea ubunge wa jimbo la na Namtumbo kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM, dr Juma Zuberi Homera ameahidi kuanza ujenzi wa kituo kipya cha afya katika kijiji cha Namanguli, kata ya Luchili, ikiwa ni zawadi yake kwa wananchi wa kata hiyo kufuatia kura nyingi walizompa katika kura za maoni za chama. Akizungumza katika mkutano wa kampeni uliofanyika katika kata ya Luchili, Dkt. Homera amesema ujenzi wa kituo hicho cha afya utaanza mara moja endapo ataaminiwa na wananchi wa jimbo la na Namtumbo katika uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba 29. Mimi hapa sireti mifuko ya saruji. CCM oye! Mimi nanunua tofali za bloku, nazisafirisha mwenyewe mpaka hapa CCMO. Ni chane ni sichane, nondo nazileta hapa, tofali hapa, mchanga tripu takribani ishirini hapa. Tutaanza kujenga kituo cha afya wenyewe, serikali watatukuta, watatukuta tunasonga mbele. Kwa hiyo wao watakuja kutupa nguvu, mainjinia wa halmashauri watasimamia. CCM oyee! ili kuzingatia ubora wa kituo cha afya hapo. Vipi penapo magabamba? Hiyo ndiyo zawadi niliyosema nitawaletea wana Luchili. Katika mkutano mwingine, Dr. Homera ameahidi kutatua changamoto ya maji katika mtaa wa Mitoronji, njala matata, kata ya Mkongo na Kawale, baada ya wananchi kulalamika uhaba mkubwa wa maji safi na salama, pamoja na ubovu wa baadhi ya madarasa katika shule ya msingi ya eneo hilo ujenzi wa matundu ya vyoo kumi na nane katika shule ya msingi Mitoronji. Tunakwenda kujenga pale vyoo CCM oye! Ujenzi wa vyumba vya madarasa sita katika shule ya msingi Mitoronji. Tunakuja kujenga pale vyumba vya madarasa CCM oye! Licha ya yale yanayojengwa anakuja na mengine CCM oye! Ndugu zangu, barabara hii tutairekebisha, itakuwa inapitika wakati wote kuja wotekuja Mitoronji. CCM oye! na barabara kwenda Matimiri tutaiweka vizuri, ili watu wanaenda Matimiri. Baada ya kupita huko kwenda Songea, napita tu hapo, naenda ni kutereza tu hapa, tia umeondoka. Wakati huo huo, wakazi wa kijiji cha Mkongo wameomba Dkt. Homera kusaidia kuboresha miundombinu ya barabara na huduma za afya katika kituo cha afya cha Mkongo ambacho kinahudumia wakazi wengi wa kata hiyo na maeneo jirani. Mimi naitwa Sauda Saidi Ngonyani kutoka kata ya Mkongo Gulioni, ya Mkongo, Gulioni ambaye ilibidi tupate yani kituo cha upasuaji. Akina mama tunapata shida sana kipindi wapo wajawazito, na akina baba nao wanapata shida wakiwa na matatizo ya tumbo, kama anahitajiwa kupata operesheni. Kituo chetu ni bado kichanga. akina hata mwakilishi wa kike Tooswini Longrus Komba. E, wana Mkongo changamoto kubwa ni maji, pia kituo cha afya nacho chakavu inatakiwa ukarabati, ikiwezekana hata jengo la upasuaji kwamba tulipate, ili wangalau huduma hii tuipate ikiwa Mkongo kutoka hapo kwenda na Mtumba. Na pia gari yetu ya kituo cha afya kwamba ni ambresi, kwamba ile gari imechoka, ikiwezekana tupate ambresi nyingi ambayo itaweza kupata huduma haraka. Ni changamoto ya Mkongo. Stendi hatuna, yaani magari yanasimama kwenye mwembe, angalau tungo wangetujenge stendi ya kisasa ili watu waingie na kunani nani anaweza kulela mwanamke wa Dr. Homera. Ameendelea na kampeni zake katika kata za Mkongo Gulioni, Mkongo na Kawale, na Luchili akifanya mikutano ya hadhara katika vijiji vya Mitoronji na Himba na Namanguli, akisisitiza dhamira yake kuboresha huduma za jamii, ikiwemo afya, maji, elimu, endapo ataaminiwa kuwa mbunge wa jimbo hilo kupitia Chama cha Mapinduzi.